Sio katikista mimi, sio mwinjilisti mimi, sio mchungaji mimi, sio padiri wala sio shehe. Sasa nikikaa nyumbani miaka mitano, takuwa nafanya kazi gani? Wanasema hatuingii kwenye uchaguzi, maana yake tuizilie CCM, yaani ni sawa na kwamba unamzilia fisi bucha, atakula mpaka na mifagio, kwamba tuendelee kuwadidimiza Watanzania kwa kususia uchaguzi. Lakini pia chama hicho kimefika mbali, kimefika mbali kwa maana ya kusema tutazuia uchaguzi. Unazuia uchaguzi kwa mifumo ipi? Watabaki wananikumbuka kwa wema na uzuri niliofanya Chadema. Ninaomba nikawatumikie Watanzania kwenye chama kingine. Chadema, inalilahi wainalilahi. Chadema, asante. Hakuna dhambi kujivua, hata nyoka anajikoboa, anapata ngozi mpya nyingine. Wengine wanawambia tarehe kumi na tisa Tundu Lissu anatoka kwa sababu kesi ni processi. Kesi ya uhaini kwanza haisikilizwi na mahakama ya mkoa pale Kisutu, inasikilizwa na mahakama kuu, kwa hiyo ile inaandaa tu utaratibu, inafika sehemu ndio wanakwenda sasa kwa wasikilizaji. Sasa haijafikia hata kupelekwa kwa majaji ambao ndio wasikilizaji wa, wa kesi ya uhaini. Unasema ki anatoka, okay, inaweza katoka nole, lakini sasa hiyo ni miujiza. Hatuwezi kukutembea na miujiza, lakini we are kama chama, kuna mambo ambayo tumechelewa kama chama, ambao hatuwezi kuyarekebisha hata kama Tundu Lissu atatoka leo. Ndio maana tumevumilia muda mrefu, mpaka imefikia hatua tunaanza kuchukua hatua. Kuna mambo ambayo tumechelewa kusaini fomu. Hata kitoka Lisu leo hii, hatuwezi kwenda kusaini maadili, mnao umeshapita. hatuwezi kuandaa mawakala kwenda ku, ku, ku, kusimamia zoezi la uandikishaji lishapita, na kuna ratiba nyingine za kiuchaguzi zilishapita. Kwa hiyo mwisho nitoe wito kwa wanachama wengine uko uko. Kwa kwa wa CHADEMA walioko huku, tuje tujipange kwa ajili ya kuwakomboa Watanzania. Watanzania wanatuhitaji sana.